Wakati Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akilitaja jina la Profesa Mohamed Janabi kama pendekezo la nchi nayajiandaye kugombea ya nafasi aliyekuwa ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Dr. Faustine Ndungulile akizungumza baada ya kuapisha viongozi mbalimbali Disemba 10 2024, kwenye kulundogo ndogo ya tungu Zanzibar. Rais Samia amesema wamepitia wasifu zaidi ya tano na kubaini kwamba Profesa Janabi ana sifa ya kurithi mikoba hiyo. Profesa Mhamd Janabi atawania nafasi ya mkuu wa WHO kwa kanda ya Afrika kufuatia kifo cha Dr. Faustina ndungulile kilichotokea Novemba 27. Rais wa Tanzania Samia suluhu Hassan amemtangaza mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili Muhimbili mnh Muhimbili National hospital profesa Mohamed Janabi kugombea nafasi ya ukuu wa shirika la afya duniani WHO kwa kanda ya Afrika. Akizungumza wakati ya hafla kuapisha viongozi walioteuliwa hivi karibuni, Samia amesema kuwa ana imani na uzoefu wa mtaalamu huyo wa afya nchini Tanzania. Profesa Muhammedi Janabi ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, aliyobebea kuna magonjwa ya moyo. Amekuwa akishauri masuala ya ulaji unaozingatia afya ili kuepukana na magonjwa mbalimbali na kuishi bora. Kupitia uzoefu wake wa kitabibu na taaluma yake, Profesa Janabi ametoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya na ustawi wa jamii, ambapo mbali na kuwa mkurugenzi wa hospitali, amejitolea kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa lishe bora na mitindo ya maisha yenye afya. Profesa Janabi amekuwa na safari ndefu ya kitabibu, akianza mafunzo yake ya tiba nchini Ukraini, ambapo alikaa kwa kipindi cha miaka sita kabla ya kwenda Uingereza kwa ajili ya kupata mafunzo ya kliniki kwa wahitimu, junior housemanship ambapo alikaa kwa mwaka mmoja. Baada ya hapo alirejea Tanzania, ambapo alijitolea mwaka mmoja katika hospitali ya taifa Muhimbili na baadaye alifanya kazi kabla ya kwenda kusomea shahada ya uzamili nchini Australia kwa miaka mitatu na kisha kuajiriwa nchini Ufilipino ambapo alifanya kazi kwa mwaka mmoja na Red Cross International, kisha kurejea nchini. Alipata ufadhili wa masomo nchini Japani kwa ajili ya kujiunga na shahada ya uzamivu PhD kuhusu magonjwa ya moyo ambapo alimchukua miaka mitano kabla kuhitimu masomo yake na kisha kupata fellowship na kuhamia Marekani na kujiunga na Medical University of South Carolina MUSC. Baada ya kurejea nchini Tanzania mwaka elfu mbili na tano alichaguliwa kuwa daktari wa baada ya kurejea nchini Tanzania mwaka elfu mbili na tano alichaguliwa kuwa daktari wa rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Akizungumza katika mahojiano kuhusu kuanzishwa kwa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, anasema tulikuwa kwenye ziara ya China 2010 2011 hivi na mheshimiwa rais alituuliza sisi wasaidizi wake, leo lina mkutano na mwenyekiti wa China, nini ambacho cha ziada tunacho? Ndipo lilipokuja wazo la Jakaya Kikwete. Miaka ishirini na mbili kati ya umri wake alionao sasa aliutumia katika elimu ya ngazi ya chuo kikuu na sa... miaka ishirini na mbili ya kati ya umri wake alionao sasa alihutumia katika elimu ya ngazi ya chuo kikuu na alipokea shahada ya matibabu watu wazima ambapo alijiunga na chuo cha Cardiff cha Uingereza. Hata hivyo, Dr Ndungulile ambaye pia alikuwa mbunge wa Kigamboni alifariki dunia Novemba 27 mwaka elfu mbili na ishirini na nne, ikiwa ni miezi kadhaa baada ya kushinda nafasi hiyo. Dr Ndungulile alitarajiwa kuanza kazi rasmi ya WHO Machi 2025 baada ya kupewa miezi sita kujipanga. Dr. Ndungulile alikuwa Mtanzania wa kwanza, pia wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kushiriki nafasi hiyo. Mshauri wa rais wa Tanzania masuala ya afya na tiba, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, Profesa Mohamed Yakub Janabi ametangazwa rasmi kuiwakilisha Tanzania kwenye uchaguzi wa kumpata mkurugenzi wa shirika la afya duniani Kanda ya Afrika baada ya mkurugenzi mteuzi wa nafasi hiyo Dr. Faustina Ndugulile kufariki. Taarifa iliyowekwa kwenye mitandao wa RBI WHO imeonyesha kuwa Profesa Janabi ni miongoni mwa wagombea watano ambao majina yao yatapigiwa kura kwenye uchaguzi utakaofanyika Geneva Mei 18, 2025. Profesa Janabi ni mgombea pekee kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahala, huku wenzake wanne wakitokea nchi za Afrika magharibi akiwemo Dr. Nda Konani Mikali yao, Ivory Coast, Dr. Drame Mohamed Lamine Gine, Dr. Boureima Hama Sambo, Niger na Profesa Mijiawa Moustafa wa Togo. Mkurugenzi wa kanda atachaguliwa kwa kula katika kikao cha ndani cha kamati ya kanda ya WHO kwa Afrika ambayo ilikutana Januari 14, 2025 na kuamua kutumia utaratibu wa haraka kumpata mkurugenzi wa kanda badala ya mchakato wa kawaida ambao huchukua muda mrefu.